Licha ya tahadhari mbalimbali kutolewa katika maeneo ambapo panafanyiwa maboresho na serikali kupitia Tanroads kwenye barabara kuu ambazo zinaunganisha mikoa, leo hii kumetokea ajali ya gari aina ya Fuso ambayo imetumbukia katika eneo hili la Msasani kuelekea Sinai, barabara ya Arusha Babati. Katika eneo hili Clouds TV tumefika katika eneo hili na kushuhudia namna ambavyo gari hilo lilivyokuwa likitolewa. Huenda alama ama pengine tahadhari ambazo ziliwekwa na Tanrod wakati huu wa utekelezaji wa mradi huu hazikufuatwa na dereva aliyekuwa akiendesha gari hili. Tumefika katika eneo hili na kuzungumza na baadhi ya wananchi kutueleza namna ambavyo ajali hiyo ilivyoweza kutokea, lakini pia walivyoweza kushuhudia namna ambavyo gari hilo lilivyokuwa likitolewa. Kwa jina naitwa Robert Juma ni mkazi wa Babati mjini. Kwa maoni yangu, sana sana, ninavyoangalia hapa kwa sababu siku zote tuko hapa tunaangalia jinsi walivyoweka vibao vya kuweka tahadhari barabarani, naona kama vile wana makosa kidogo kampuni, kampuni ambayo inatengeneza barabara ambayo inatengeneza daraja, wameweka kona moja ambao hatujaielewa mpaka gari imeenda kutumbukia pale. Mi naona maoni yangu ilikuwa natakiwa waweke kifusi kikubwa, yaani wafunge barabara kabisa ile pale mahali wanapotengenezea. Kwa mimi ninavyoona, kwa sababu huyu mtu amekuja kupita usiku, labda ana muda mrefu hajajua kwamba kule kuna nini kinafanyika, akaja akapitiliza moja kwa moja. Hata hivyo mimi naona hana makosa yoyote huyu dereva wa gari, kwa sababu amepeleka gari taratibu mpaka akaenda katumbukia pale. Kampuni mimi naona ndio ina makosa, kwa sababu haijaweka miundombinu mizuri ya kuweka ya tahadhari kwamba kule mbele kuna kitu kinafanyika, sana sana ni usiku. Kwa sababu mchana wanaweka watu ambao wanaongoza, usiku hamna mtu ambaye anaongoza. Naitwa Juma Hassan Mgonja. Eh, kweli kwa kilichotokea katika eneo hili la Msasani kweli ni kitu ambacho ni cha kutisha. Sio mara ya kwanza magari kudumbukia au gari kupotea barabara. Mimi nina imani mkandarasi leo aliyowekwa kutengeneza barabara hii angeweka viashiria vya kutosha, isingeza gari kadumbukia. Kwa mfano cha kwanza angeweka mabamsi kutoka umbali wa mita 15 hadi hapa hapa ambako barabara imekatwa ile mrejea dereva kupata nini? Kupunguza mwendo, hata kama yuko mwendo kasi. Na kingine tena diversion leo, kwa ni ajabu ajabu, magari mawili yazi kupishana, mabasi yanadumbukia kwenye makorongo. Kama jana asubuhi basi lidumbukia, basi kutoka Shinyanga kwenda Arusha lidumbukia leo. Hiyo ni tatizo kwa waendesha vyombo vya moto barabarani. Jambo la pili, matuta ya ma ma ma matuta leo kamilima barabara, vifusi vimefufuliwa. Vifusi kwa mfano kama pale mbele pale, ile kifusi imefufuliwa kuonyesha barabara iko wazi kwa kifusi. Hata kama unaonyesha gari barabarani, ukiona kifusi kimefungwa na mtu utakimbiza gari ili kusudi uweze kufanya nini? Kupita. Hiyo ni changamoto pia barabarani. Kingine tena cha pili na cha tatu. Hapa ilionyesha ishara yoyote. Mimi nilikuwa napendekeza aliyepewa kazi ya kurekebisha barabara huyo mkandarasi ajaribu kuweka viashiria karibu na sehemu ambako barabara imekatwa ili kusudi dereva akitoka, dereva mgeni aweze kuepuka usumbufu au kutumbukia nini kwa daraja lililokatwa. Hapo hapo tayari amesababishia mwenye chombo cha moto hasara kubwa kiasi kwamba gharama leo ingia hapo na gharama leo mgharimu huyo mkandarasi ni hasara mbaya, hata ukitema milioni 5 milioni 6 hizi kulipa hiyo gharama hapo. Diversion hapo ni ndogo sana. Hata wewe wewe mwenyewe ukiangalia diversion hapo ni ndogo sana, kiasi kwamba hata wewe unaokuja na gari ukipita hapo lazima utaunganisha tu. Kwa diversion iko pale, kidiversion pale inaonyesha kabisa wazi, hapa akitoka mtu na gari kuna matuta yaliyo kwa kupunguza mwendo ndio maana sehemu ambayo inakuwa ni mbaya pembeni, kwa spidi 50 panawekwa matuta kupunguza mwendo, ili kusudi muongozo wa chombo cha moto au driver apunguze spidi, akijua mbele kuna shida na yako matuta kupunguza spidi. Hapa barabara iko highway, iko wazi. Mimi kama mimi driver wa Fuso naendesha gari Fuso, breki yake ni ya kuchochea. Breki za Fuso hizi kupata hapa kwa hapa, kama jamaa alivyoangusha gari hapa, akishika breki yote unaona kabisa hapo hapo wazi. Kutoka hapa katika eneo hili la ujenzi wa daraja barabara ya Babati Arusha hapa mkoani Manyara. Mimi ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds TV.